Watazamaji, karibu katika kipindi cha kilimo ajira yangu. Katika kipindi hiki tutaangazia taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Naliendele ilivyoweza kutatua changamoto ya wakulima wa, wa zao la ufuta katika kijiji cha Nyegedi kilichopo halmashauri ya Mtama mkoani Lindi. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Wakulima wa kijiji cha Nyegedi hujihusisha na kilimo cha zao la ufuta kama zao mbadala la biashara baada ya zao la korosho. Lakini changamoto wanayokutana nayo ni baada ya mavuno ya ufuta wao huwa wamechanganyika rangi zaidi ya tatu, hasa nyeupe, nyeusi na bluu hali inayofanya ufuta wao kukosa soko ama kuuza kwa bei ya chini kutokana na ufuta wao kutokuwa na ubora unaotakiwa sokoni. Kufuatia tatizo hilo, kituo cha TARI Naliendele lianzisha shamba darasa katika kijiji hicho na kupanda mbegu bora za ufuta aina tatu, yaani Lindi 2002 Mtondo na ziada 94 pamoja na mbegu za asili za wakulima wanazotumia kila mwaka maarufu kwa jina la mbegu ya manyoya. Lengo la shamba darasa hilo ni kuwafundisha wakulima na kuonyesha kuwa mbegu bora zinatoa ufuta wenye rangi moja na mavuno mengi. Zao la ufuta kumekuwa kujitokeza changamoto mbalimbali mbali ikiwepo mbegu ambazo si bora, na kwenye changamoto ipo magonjwa, wadudu haribifu, lakini pia changamoto zingine zinatokana na mambo ya ukame. Sasa ili mkulima aweze kupata kilimo mazao yenye tija, lazima azingatie kanuni bora za kilimo cha zao husika. Kwa mfano kwenye ufuta e, imekuwa ikijitokeza changamoto za mkulima wakulima wetu e, kukosa bei nzuri kwa sababu ya ufuta ambao si bora na ubora. Kwenye ubora hapa kwenye soko mojawapo ni rangi. Rangi, wanunuaji wanapenda ufuta wengine wa rangi nyeusi, wengine wa rangi nyeupe. Sasa kama mteja wako anahitaji rangi nyeupe ukampelekea rangi nyeusi au iliyo changanyika, ana, ana sababu kufunguza bei kusema kwamba ufuta huu kwangu hauna kiwango. Sasa hayo yamekuwa pia ni malalamiko na na kweli changamoto ipo na, na, kilimo, kilimo ni sawa na tuseme, kilimo kilimo kwanza ni biashara, ni kama ilivyo biashara nyingine. Wewe unataka ukanunue nguo nyeusi, mtu anakuletea nguo nyeupe, utasema mimi sinunui. ni, ni, niko, niko hivyo. Unataka kununua eh, kitu cha rangi fulani, iwe ni nguo, iwe ni ni, ni, ni, ni chombo chote kutumia nyumbani. Mtu anapenda rangi anayohitaji yeye. Kwa hiyo hata chakula pia kuna ile rangi ambayo wetu anapenda. Ufuta una matumizi mengi, ikiwepo kutoa mafuta. Lakini licha ya mafuta, ufuta unaweza kutumika kwenye kutengeneza mikate. Sasa kama mtu anataka mkate nayotengeneza achanganye na ufuta mweupe, wewe unampa ufuta mweusi, lazima atasema mimi ufuta mweusi uhitaji. Lakini labda mwingine anapenda labda atengeneze atengeneze eh, keki keki ambayo imechanganywa na ufuta mweupe au mweusi. Sasa kama alihitaji ufuta mweusi, wewe kumpelekea mweupe, pale atakataa, akichukua atachukua kwa shingo upande, lakini kwa bei sasa ndogo. Au kama umechanganyika, utamlazimisha sasa afanye kazi nyingine ziada ya kuchagua kutenganisha mweusi na mweupe, ili apate kile anachohitaji. Sasa katika kuondoa changamoto hizi ndio sasa tunachosema sisi, utafiti tunaofanya tunafanya utafiti ambao lengo lake ni kuondoa changamoto ambazo wakulima wetu wanazo, changamoto ambazo kwenye tasnia ya zao fulani ipo. Kwa mfano, hii changamoto ya mbegu au mazao ya ufuta kuwa na rangi rangi tofauti. Baada ya kuvuna, mkulima anakuta rangi nyeusi, mwingine nyeupe, nye tumekuwa tukisikiliza hayo mengi kutoka kwa wakulima wetu na wadau mbalimbali. Sasa tuka wanasema tatizo linaweza likawa sio moja, lakini tatizo mojawapo inaweza ikatokana na mkulima mwenyewe, amepanda mbegu ambazo zimechanganyika. Kuna mbegu nyeupe na mbegu nyeusi, akienda kupanda atakuwa na mbegu nyeusi na nyeupe. Lakini inawezekana pia mkulima amepanda kwenye shamba moja, kwenye shamba moja labda blocks mbili, yani ploti mbili moja buau karibu karibu, lakini chanzo kingine inaweza kutokana na mkulima anapoenda sokoni kuuza, anauza ufuta mweupe lakini mwenzake anauza ufuta mweusi au ile changanyika. Mwisho wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wa wa shughuli hiyo ule kutoto ufutoto kisha kusona pamoja, kila mtu alipeleka kilo la kiasi fulani, mwingine alipeleka kilo 50, mwingine kilo 100, za kwa kileweka wanaenda kuweka pamoja. Sasa haionekani kwamba ni fulani, inaonekana kama gala fulani au ushirika fulani umeuza ufuta ambao hauna rangi inayoeleweka kwamba ni nyeupe au nyeusi, jibu lake pale halipo, ile ni mchanganyiko. Sasa ule useme kama ni mweusi au mweupe, kwa sababu ni mchanganyika, ni mchanganyiko mweusi na mweupe. Sasa lile athari yake tu kwa ni kwamba anayekunua ile ufuta atasema ufuta kutoka chama fulani cha msingi au cha ushirika, chama fulani ufuta wake hauna kiwango kinachotakiwa, kwa sababu umechanganyika, kuna mweusi na mweupe. Waliniambia ufuta ni mweupe, kumbe umechanganyika na mweusi. Sasa pale ni kwamba wanaoleta ufuta pale wanakuwa wakulima wengi, na kila mmoja ameenda na ufuta wa rangi tofauti. Atapima kama yeye, ufuta wangu ni huu, anapima kama yeye na mwenzake anapima kama yeye, lakini kwenye kuweka sasa pamoja, watasema tani labda hamsini za ufuta kwenye chama fulani cha msingi au cha ushirika, za ufuta ziko pale. Anapokuja mnunuaji, yeye ataenda kuchukua tani hamsini kwenye kugredi, hata hatasema huu futa wa bwana fulani, watasema wa chama fulani. Sasa nini sasa ufumbuzi wa hilo? Tuna changamoto hizo, tumeziona majibu yake yapo. Lakini lingine inaweza kuchangia ufuta ambao unakuwa ni mweupe, alafu kaja kuwa mweusi. Inawezekana kwamba mkulima amekuwa akipanda ufuta uleule anaendelea, anapanda ufuta shambani kwake, ulikuwa ufuta mweupe amepanda shambani kwake anavuna, anapanda tena ule, unavuna. Sasa kadili siku zinavyoenda, unaweza kukuta ule ufuta ukabadilika kuwa rangi nyingine tofauti na nyeupe, kwa sababu katika kuzalisha mbegu bora kuna njia mojawapo ya kufanya uchavushaji. Unakuta ufuta wa rangi labda nyeusi umechavushwa na ufuta wa rangi mweupe, unapata ufuta wa rangi mweupe. Sasa hiyo ni shule ya kiutafiti zaidi. Sisi tunafahamu kwamba unawezekana ufuta ule uliopatikana ulikuwa na siri ya chotara, kwa maana kwamba kuna ufuta ulikuwa rangi nyeupe, una sifa nzuri ya kuzaa. Ufuta mwingine labda ulikuwa na rangi nyeusi, lakini una sifa kuvumilia magonjwa. Kwa hiyo tukichavusha sasa, utapata ufuta ambao unazaa kwa wingi na kuvumilia magonjwa. Sasa pia tunaweza kusema tabia tuliyependa ufuta ule uwe na rangi nyeupe, kwa hiyo tutakuwa tumepata ufuta ambao ni wa rangi nyeupe lakini unavumilia magonjwa na pia unazaa kwa wingi, ila wazazi wa ile mbegu ilikopatikana, mmoja mojawapo ilikuwa na rangi nyeusi na nyingine ikawa na rangi nyeupe. Sasa ule wanaenda kupanda sasa ni kama watoto wa wazazi wawili mweupe na mweusi. Yawezekana sasa tabia mojawapo ya mzazi mweupe ikaendelea kujitokeza baadaye kadi vizazi au tabia ya mzazi mweusi ikajitokeza. Kwa sasa utakuta baada muda fulani mkulima anaanza kushangaa, fana ufuta nilipanda mweupe. Lakini nimevuna makajana alikuwa mweupe. Nikapanda mbegu mweupe. Unakuta kama unatokea mweusi. Mweusi ni kwa sababu inawezekana sasa zile tabia za kurithi zinarithi kwenda nyuma. Ni kama ilivyo hata binadamu unaweza kuta baba mweupe, mama mweusi, mtoto wao akawa mweupe. Mjukuu anaweza kawa mweusi. Joseph Nsunda ni mtafiti na mratibu wa zao la ufuta nchini, anaelezea zaidi namna ambavyo wakulima hao hupata mavuno yaliyochanganyika rangi. Wakati mwingine mkulima anaweza kuwa amepanda mbegu, na mwishoni tunasema mbegu inaweza kuchafuka kwa njia mbalimbali inaweza kuwa ni wadudu, wanaweza kuleta aina nyingine ya mbegu. Sasa ukiangalia tu kwa haraka ni kwamba hili ua linakuwa na sehemu mbili za dume na jike. Ukivuta ukichomoa hivi, unakuta kuna sehemu hii ambayo huwa inachavushwa, na upande mwingine wa ua huwa kuna mbegu ambazo sisi tunasema kwamba ni, ni, ni za dume. Kwa hiyo hizi za dume zikitoka huku na kuja kuchavusha kwenye hili ua, atatokea mtoto. Sasa ikiwa nyuki wametoka kwenye ua labda la mmea ambao ni mweusi, vitakapokuja kuchavusha hapa baadaye, atakayetokea mtoto anaweza kuwa na rangi ambayo ni ya tofauti. Kwa hiyo kuna kiasi fulani ambacho kinaweza kikachafuliwa, aidha kwa sababu ya mbegu zilipandwa sehemu ambayo ni karibu na mbegu zilizochafu. Ndio maana huwa tunasema mtu awe amepanda mbegu peke yake, shamba lijitenge. Kwa hiyo akifanya hivi atachavushwa na matokeo yake ni kuja kupata mbegu ambazo zimechenikana mbegu nyeusi na soko litashuka. Kwa hiyo ni kwa kifupi tu, lakini sayansi nayo inayokuwepo e, katika hili ua ni hilo kwamba mengi yanajitahidi sana kujichafusha yenyewe kujichafusha, lakini kuna nafasi pia ya uchavushaji kutoka nje, aidha hasa, hasa inapotokea wadudu kutoka sehemu moja hadi nyingine, na hasa pale ambapo umepanda shamba karibu na shamba ambalo halina sifa ambazo ni bora, inaweza kuchafua mbegu ya katika hilo shamba. Kwa hiyo ninasisitiza sana na kwamba wakulima na wanapoamua kupanda mbegu wa, wa, wanunue katika vituo vya utafiti, kwa sababu e, au kwa wazalishaji ambao kweli wamethibitishwa, ili waweze kupata mbegu ambazo ni nzuri na ambazo haziwezi kushusha daraja wakati wa uuzaji, na hivyo tutapata bei nzuri na watu wanaweza kupata kuboresha mapato yao. Katika shamba darasa hilo, wakulima wamefundishwa kutambua mbegu bora zinazokinzana na magonjwa na kutoa mavuno mengi, lakini pia ufuta wake ukiwa ni wa rangi moja na wenye mafuta mengi. Kwa hiyo, katika shamba la darasa siku hii ya leo, tuna mkusanyiko wa wakulima na viongozi wa, wa kijiji na watu mbalimbali waweze kujifunza na kujionea wao wenyewe na kutofautisha kati ya mbegu aina moja pamoja na nyingine na hata wataweza u, u, u, kuelezea mbegu ipi wanaona ina, inafaa. Hizi mbegu ukiziangalia zinatofautiana. Ukiangalia eneo la kwanza lile ambalo ni Lindi sifuri eh, mbili ni mbegu ambayo inachukua muda mfupi, yenyewe utaona imeshaanza kuonesha eh, rangi ya njano na imeanza kupukutisha majani, hizo ni dalili za kukomaa kwa, kwa mbegu kwa hiyo inachukua muda mfupi zaidi, na kwa maeneo ambapo kuna mvua kidogo, basi hii ni mbegu ambayo tuna shauri iweze kupandwa. Ukiangalia mbegu nyingine ni li, i, ziada e, 98 ziada 98, ni mbegu ambayo inachukua muda mrefu ukilinganisha na Lindi. Hii inachukua siku 130 wakati ile Lindi inachukua siku 100, e, inakuwa tayari imeshaanza kukomaa. Kwa hiyo hii ambayo inachukua muda mrefu zaidi pia ina muda wake wa kupanda, ambapo ni lazima mkulima awahi kupanda zaidi, na hii katika mikoa mingine ile ambayo inavua nyingi za kutosha, basi inapelekwa na ile mikoa ambayo ina mvua kidogo. Kwa mfano kama Dodoma, tumekuwa tukipeleka hii Lindi. Kwa hiyo hizi ni mbegu ambazo zinatofautiana kwa kiwango e, cha cha mafuta, zinatofautiana kwa rangi, zinatofautiana kwa muda wa kukomaa na wakati mwingine tunaziweka katika huo muda tofauti kwa sababu mkulima ana, ana kazi nyingi. Kuna wakati ataamua pande mbegu ya muda mfupi ili avune mapema, aweze kuingia kufanya kazi nyingine. Lakini pia anaweza kuamua kuchukua ya muda mrefu ili wakati napoendelea hii kuchukua muda mrefu anaendelea na kazi nyingine pia kwa sababu anafanya kazi mbalimbali mbali. Kwa hiyo lengo kubwa ni kutatua na kujibu hoja ya kulima kwamba unaweza kupanda mbegu bora na ukavuna iliyo bora kwa sababu ukipanda kibaya utavuna pia kitu kibaya. Ukipanda mbegu ambazo ni mbaya utapata mavuno hafifu na utapata mbegu ambayo, ukipeleka sokoni, hautapata pesa nzuri na itashusha daraja. Suala la kilimo bora cha zao la ufuta ni muhimu, na wakulima wanashauriwa kushiriki katika shamba darasa ili kujifunza mbinu za kilimo bora cha zao hilo. Ah, mbegu bora ni muhimu sana, ili kuweza kupata tija, yani kwamba mavuno ya kuweza kutosheleza. Kwa sababu sasa yale manufaa kama navyosema, kwamba tunavyofahamu kwamba ufuta ni zao la biashara, ni zao ambalo kwamba linatupatia kipato e, mkulima mmoja mmoja kwenye kaya, lakini pia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni zao ambalo linakuza uchumi wetu sasa ili kuweza kupata haya manufaa kwenye zao la ufuta hapa e, sasa tunashauri kwamba utaalamu utumike ambao sasa kwamba ni kutumia mbegu bora, ambapo kazi kubwa tumeifanya taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Naliendele e, kuzizalisha, zipo za kutosha e, kwa tuzitumie hizi mbegu bora sasa. Sambamba na kutumia mbegu bora, ambapo kuna mbegu kwa mfano Lindi elfu mbili na mbili na tuna Mtondo 2013 tuna Ziada 94 na aina nyingine e, za bora za ufuta. Sasa sambamba na hivyo e, nipenda kukumbushia ile agronomia ya kilimo cha ufuta. Ndio maana hapa tuna hili shamba darasa ili kuweza kujifunza pia kwamba ule upandaji tunapanda namna gani? Kwa hivyo ni kwamba kwenye hekta moja yaani ekari mbili na nusu e, tunatakiwa tuwe na mimea karibia, tuwe na mimea laki mbili naona kwamba tuwe na mimea ya kutosha kwa eneo. Sasa ili tuweze kupata mimea ya kutosha kwa eneo ni kwamba tutumie mbegu bora, lakini nafasi za kupanda e, nafasi za kupanda kwamba mstari na mstari sentimita hamsini mstari na mstari sentimita hamsini, alafu ni kwamba tunatengeneza e, kama mifereji ya kina kama sentimita mbili mpaka tatu ambapo sasa kwamba kwenye ile mifereji sasa tunachukua ufuta tuna tunanyunyuzia mle, alafu baada ya hapo, baada ya siku wiki e, mbili siku kumi mpaka kumi na nne tunapunguzia ufuta ni kwamba eh, mmea mmoja na mmea mwingine uwe umbali wa sentimita kumi. Ni kwamba hii mimea isipopunguziwa kwa wakati, ni kwamba inakuwa inasongamana. Ikisongamana ni kwamba inakuwa inanyanganyana chakula ah, kwamba vile virutubisho kwenye udongo, kwenye udongo unakuwa na virutubisho. Kwa mfano virutubisho kwa mfano kama eh, eh, madini ya phosphorus, lakini eh, nitrogen hivi, ambao ni baadhi ya virutubisho ambao ni muhimu sana eh, kwa ajili ya mmea uweze kukua vizuri na uweze kutia punje za kutosha. Sasa e, tusipopunguzia kwa wakati ni, ni kwamba sasa kuna kuwa na hiyo hiyo shida, lakini kitu kingine ni kwamba sasa e, palizi. Palizi ndani ya kulingana sana na eneo na kitu kikubwa ni kwamba katika shamba la ufuta e, kutifua vizuri, yani kwamba maandalizi ya shamba yawe vizuri, yani kwamba e, shamba lile litifuliwe vizuri. Ukitifua inasaidia pia kwamba kuangamiza magugu, magugu yasiwepo, lakini inasaidia pia kwa kuwa mbegu za ufuta ndogo ndogo kwamba zile mbegu ziweze kuota vizuri, lakini pia inaruhusu mzunguko wa hewa eh, kwenye udongo ili ile mimea iweze kukua vizuri, lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sasa pia ni kwamba hiyo eh, palizi eh, kupunguzia kwa wakati, lakini pia kitu kingine cha msingi pia ni kuvuna kwa wakati. Sasa tutajuaje kwamba ufuta umeshakomaa? Ufuta ukikomaa unabalika rangi kutoka kijani kwenda rangi ya njano na pia unakuwa unapuputisha majani. Kwa hivi ni vitu vya msingi vya kuzingatia kwamba ukikaa muda mrefu zaidi vile vitumba, haya matunda yake sasa hivi vitumba, hivi, baadaye vinakuwa njano rangi ya kaki, afu vinapasuka. Sasa ukichelewa sana vishapasuka, ufuta mwingi, kwa sababu wakati unakuja kukata sasa ni kwamba ukiwa unakata, basi ufuta ule uliokuwa unatikisika, basi ufuta mwingi unakuwa una, unamwagika shambani. Kwa hiyo kitu kingine cha msingi ni hicho kwamba e, pia tuvune e, kwa wakati kwa mfano kama Lindi elfu mbili na mbili tunajua kwamba siku mia moja mpaka mia na kumi inakuwa imesha komaa, basi hicho kipindi tunavuna. Mtazamaji, wakulima wa zao la ufuta wanashuhudia ufuta wenyewe baada ya kuanikwa na kujiridhisha kama una rangi moja Baada ya kujiridhisha na changamoto zinazowakabili wakulima hao, hasa wadudu aina ya vibaruti wanaoshambulia zao hilo katika hatua ya awali. Ufuta ukiwa mchanga na ukikaribia kuzaa hushambuliwa na wadudu na husababisha kunyauka. Kwa sababu hili tatizo nimeshatembea karibu sehemu nyingi nchini, na hasa mikoa ya kusini yote limekuwa tatizo. Hilo ni tatizo kubwa, linaweza likaua shamba lote hilo, na ubaya wake linakuja kuua wakati wewe tayari unategemea mavuno. Sasa chanzo cha hiyo ni wadudu. Kuna wadudu wanaoitwa vibaruti. Hawa vibaruti wana hatua tofauti, wana hatua ambapo wanakuwa ni wakubwa, na kuna huwa wanataga mayai na vile vile huwa wanaangua. Wanapoangua lile yai likishatotolewa, tuseme huwa kunatokea kama viwavi vile. Viwavi vinakaa kwenye mizizi vinakaa kwenye mizizi. Kwa hiyo kwa, kwa mwanzoni yeye atataga pale mayai kwenye usawa wa, wa ardhi, na wakati huo ufuta wako unaendelea kukua. Wale wadudu mayai yale wanaingia chini, wale viwavi wanajishika kwenye mizizi. Kwa hiyo kwa sababu wanakuwa ni wembamba sana mithili ya mizizi yenyewe Wakati mwingine mkulima hawezi kujua kama kuna nini. Kwa hiyo wao, watakuwa wananyonya chakula kutoka kwenye mmea na maji. Wewe huku utakuna ona ufuta ulishaanza kutoa maua unafanya nini? Baadaye kwa sababu maji hayatoshi sasa. Wanakula wao wenyewe. Huku juu ufuta ule unaanza kukauka. Wewe tayari kule unaanza kupata nini? Shamba lote hasara. Sasa kuanza kudhibiti katika hatua hiyo inaweza ikawa ni gharama zaidi. Tunachosisitiza na ambacho nawasi. Ukiwa unaanza shambani kupanda ufuta wako kutoka wiki ile ya kwanza uanza kudhibiti wadudu unaowaona mle, hasa hawa vibaruti. Ambapo vibaruti wakistu, wanakuwa kama weusi hivi, ukisogeza kidole wanaruka, maana ndio maana wakaitwa vibaruti. Lakini hawa wana, wanakuwa ni wadudu ambao wanakula majani. Sasa wao wanapokula majani, wadhibiti pale wiki ya kwanza ya pili ya tatu, yani muda ule wahakikisha hawapo. Ukifanikiwa kudhibiti muda wote hawa wadudu hawatakuwepo. Lakini ikiwa wewe una, unasema ah, ufuta wangu huu mbona umesha kuwa mkubwa. Mara nyingine hii ndio inatokea sana. Unaona ufuta unasema ah, walikuwa nakula kula majani, wanatoboa majani. Wewe unasema, ah, mbona sasa umeshakuwa mkubwa? Kwa hiyo unaacha, unasema hata wakitoboa majani mbona mimi nitapata ufuta. Kumbe hawa wadudu wachache unaoacha wewe, hata kama ni wawili watatu, wanaenda kutaga mayai mengi sana. Akitaga yale mayai yanakuja hapa, unaona wanakuja wanataga mayai hapa, wakishataga hapa, baadaye yale wadudu ndio wanakuja huku. Nadhani wameonekana wengine, hmm? Unaona hapa, ehe, mnawaona, mnawaona sasa, mna... Mna sasa, wewe unaweza kufikiri ni mizizi. Sasa hivi vinaweza kuwa vingi sana mle kwenye udongo, umeona, eh. Hawa ni wengi sana. Sasa wakishakuwa wengi wanazuia wana, ina maana chakula chote ambacho kinatakiwa. Kwanza ule ufuta hautakuwa na uzito wote. Kwa sababu hautajaa vizuri kwenye zile zile mbegu. Hata kama utakuwepo wewe utakuwa unaona tu zile vikombe vile ambavyo ndani yake vitakuwa hamna. Kwa hiyo utapata mmea ambao ni hafifu na unaanza kunyauka. Tumeona namna gani ufuta unatakiwa tulime wananchi, lakini pia tumeona mbegu bora ambazo mnatutaadharisha wakulima tuweze kulima. Mimi niwapongezeni sana kwa jitihada zenu, lakini pia niwakumbusheni kwamba elimu ni nzuri na sisi tumeipokea vizuri sana. Ningewaomba sasa, pengine tuwe tunawahi kuja msimu kabla, sababu leo tunapewa tunapeana mafunzo kwa namna ufuta huu alivyolima huyu mtu ambaye amelima ili shamba darasa, lakini wakulima hawa wanahitaji mafunzo zaidi ili wakaendelee kulima katika maeneo yao mengine. Sasa ni vyema tunaomba kwa msimu ambao unakuja basi ni vyema tukapata elimu mapema na sisi tukaenda kulima katika maeneo mengine badala ya kuja kuangalia shamba darasa. Na mi nadhani kwa wananchi hawa walivyo wasikivu tutakuja kupata hii mbegu. Nadhani wameona mbegu nyingi, mbegu ya manyoya, Lindi white na Tondo. Mtondo. Kwa hiyo mimi ninaamini wananchi hawa watakuja kufanya kazi vizuri na Kiukweli kilimo cha ufuta kinawaokoa sana wakulima hawa. Ni waombe sana kuwa yenye ushiriki huu basi uendelevu na waweze na wao wa kujipatia kipato hiki, badala ya kukaa kutegemea kulima tu, ne, kutegemea tu zao la korosho. Basi sasa ufuta mimi naona ni njia ni njia rahisi vivyo na sisi kuweza kujiokoa katika kipato cha mtu mmoja mmoja. Uh, kilimo cha ufuta jinsi tulivyoanza kulima kilimo cha ufuta kwa kweli, kipindi cha mwanzo ilikuwa tunalima ufuta, lakini ilikuwa tunalima ufuta ambao tu ufuta kiolela, alafu hata mapato ile ilikuwa madogo, kwa sababu ufuta ile ilikuwa tunalima tu mara ufuta wengine mara si ufuta manyoya si ufuta ile. Sasa ule bado kwa mara nyingi hauna mapato mazuri, lakini leo baada ya kufika nyoya taalamu kuja kutuelekeza usawa ufuta, tunashukuru kwa kuja kutuletea huu ufuta ambao utatusaidia kwa kwa kilimo chenye ujazo mwingi yani, kwamba tatu, tunapotaka kulima mta kuimakaa kulima basi, baadaye unapata mwelekeo kusema, unapata ufuta mwingi, mapata yanakuwa mengi. Kwa changamoto unazozipata kwa mbegu tulizokuwa nazo za kienyeji zile, zilikuwa masoko kwanza shida, tukienda kuuza, mara ukubaliki, mara naambiwa ufuta upendezi. Kwa hiyo sasa kwa leo tulivyokuja, wa kilimo TARI kwa mbegu hii tulivyoiangalia, kuangalia Lindi White pamoja na hii Mtondo. Kwa hiyo tunasema kwanza hii mbegu tunayeshukuru, huu Mtondo ni una uzito na hii Lindi White ni mzuri mweupe. Kwa hiyo naamini tutapata fedha za kutosha, na hata hivyo katika changamoto zile za uboreshaji huu, hii mbegu ni bora zaidi, tofauti na zile mbegu tunazozitumia za asili. Hapo awali tulikuwa tunatumia mbegu za kienyeji, hizi mbegu ambazo zina zina utata kidogo, sababu ukienda kwenye mauzo unaambiwa hii mara nyeusi, hii nyeupe, hii ni kidogo ilikuwa ina inatusumbua sumbua, lakini kwa jinsi nilivyoona hizi mbegu za kisasa ambazo wametuletea hawa wataalamu kwamba soko letu sasa hivi litakuwa mzuri na uzalishaji utaongezeka Sababu nimeona pale, yani jinsi mbegu ilivyo na uzito, ilivyo nyeupe. Yani kwa kifupi, hizi mbegu bora ni mzuri zaidi kuliko zile mbegu ambazo sisi tulikuwa tunazitumia kabla ya hizi. Kwa hiyo nategemea kuanzia mwaka huu na kuendelea, tukizitumia hizi mbegu za kisasa, basi uzalishaji utaongezeka zaidi ya pale awali. Mtazamaji, tulikuwa tunaangazia shamba darasa la ufuta la TARI kituo cha Naliendele iliyoanzishwa katika kijiji cha Nyegedi, halmashauri ya Mtama, mkoani Lindi, kwa lengo la kuwafundisha wakulima wa ufuta na kutatua changamoto yao ya kupata ufuta uliochanganyika na rangi pindi wanapovuna. Mtazamaji,